lakini chauma yachochea mjadala wa kisiasa chauma yachochea mjadala wa kisiasa. Bunge la tutulizwa eh, kuingilia JWTZ yule. Habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, inasema bunge la tutulizwa kuingilia JWTZ. Ni kuhusu sharti ya vijana kupitia JKT kuandikishwa katika eh, kazi ya jeshi. Lakini mawimbi kukomaza kuimaliza Chadema. Mawimbi kukomaza au kuimaliza Chadema. Kikwete, siri ya ushindi wa Janabi WHO, Kikwete na siri ya ushindi wa Janabi WHO. Sababu za Martha Karua na wenzake kupigwa stopu Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi, lakini habari kubwa ni bunge la tulizwa kuingilia e, JWTZ. Nikitukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii, linaandika Rais Dr. Samia afungua daraja la like Kigongo Busisi Eh, Rais Dr. Samia afungua daraja la Kigogo Busisi, trilioni 3.64 kutekeleza vipaumbele kumi wizara ya ulinzi eh, trilioni 3.64 kutekeleza vipaumbele kumi wizara ya ulinzi. Lakini taharuki kudukuliwa kwa mitandao ya taasisi nyeti, eh, taharuki kudukuliwa kwa mitandao ya taasisi nyeti nchini Tanzania imo pia kaunti ya waziri eh, mtaalamu ataja chanzo serikali Eh, ya kunjua makucha ya onya, lakini wagonjwa wa uviko 19 wameonekana zaidi Dar es Salaam. Serikali yatoa sababu raia ya wa Kenya kuzuiwa kuingia Tanzania. Hamahama hama wanachama Chadema yashika kasi, habari kwenye gazeti lako la Nipashe, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti laku la demokrasia linatuandikia sakata la kesi ya uhaini Lisu awaibua majaji wakuu Kenya. Lakini uzalishaji wa gesi asilia Tanzania wapa moyo, yaandika historia Afrika yu habari inapatikana linapatikana kwenye gazeti lako la demokrasia ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Rais Samia kuzindua daraja la magufuri Juni 19. Bunge lapitisha trilioni 3.645 wizara ya ulinzi, Dr Stegomena Taksi atangaza vipaumbele kumi, ikiwemo kuendelea kuimarisha jeshi kwa zana na vifaa vya kisasa na rasilimali watu, mazingira mazuri ya utendaji kazi kuimarishwa, ikiwemo e, shahiki makazi, e, mafunzo e, matengenezo ya vifaa, huduma bora za afya. Aweka wazi usalama wa mipaka ya nchi, hasa katika eneo la nchi kavu, anga na eneo la maji, hadi sasa e, hali ni shwari, lakini kuendelea ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na jumuia ya kikanda e, na kuamrisha diplomasia ya ulinzi. Hiyo ni habari, inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga. Ni bunge la pitisha trilioni 3.645 wizara ya ulinzi na Rais D Nentumbo wa Namibia awasili nchini, Rais D Nentumbo wa Namibia awasili nchini. Askofu As As As Chilongani atakiwa kukabili uvunjifu maadili chuo kikuu St John, inapatikana kwenye gazeti lako la machinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo. Lakini tukiegezea gazeti lako la Majira linaandika viwanda viwili matatani madai ya kukwepa kodi kupewa somo. Viwanda viwili matatani madai ya kukwepa kodi eh, kupewa somo. Lakini kumekucha, daraja la Magufuli jijini Mwanza, kumekucha, daraja la Magufuli jijini Mwanza, rais Samia kuzindua Juni 19 waziri Ulega aeleza itakavyopunguza e, kero. Lakini jeshi la polisi la dukuliwa la tangaza msako mkali, e, jeshi la polisi la dukuliwa la tangaza msako mkali. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini serikali yaanika mkakati wa kupambana e, na mimba. E, serikali yaanika mkakati wa kupambana na mimba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Majira. Lakini watu wenye maambukizi ya e, viko waongezeka. Lakini kukwepa mgongano E, wakimaslahi kutaepusha e, na magonjwa ya NCD. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira, e, kwenye kurasa za mbele. Lakini Dira gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika wakili madeleka ahamia rasmi ACT. Jeshi la polisi la kamata watuhumiwa 148. Lakini mbunge ataka mashine ya bungeni kupima wabunge ushoga na usagaji, Spika Tulia amkatalia lakini pura yaeleza mradi wa usindikaji gesi LNG utakavyowanufaisha watanzania Yunimbari kwenye gazeti lako la raia mzalendo ukurasa wa mbele lakini wasiojulikana wadukuwa akaunti ya polisi na TRA. Na gazeti lako la dira linaandika serikali UNICEF kushirikiana na kuboresha sekta maji nchini. Rais Dr. Samia kuzindua daraja refu kuliko yote East Africa Community ni darada JPM kigongo busisi Waziri Ulega asema ni matokeo ya maono makubwa ya rais Samia. Dkt Nchimbi aboresha taarifa zake daftari la wapiga kura, lakini Tanzania Namibia kukuza ushirikiano. Wakili Peter Madeleka ajiunga na ACT Wazalendo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika bunge la pitisha bilioni m... 359.98 wizara ya maliasili na utalii, lakini magonjwa ya mfumo wa hewa yaongezeka Dar es Salaam, ya jua magonjwa hatari zaidi ya zinaa yanavyotibiwa, Dkt Samia alivyopitisha kilimo Tanzania. Lakini kuna habari inayosema rais wa Namibia wasili Tanzania kuimarisha uhusiano eh, rais wa Namibia wasili eh, Tanzania kuimarisha uhusiano. Thabo Mbeki atua nchini eh, akiushiriki mahadhara siku ya Afrika. Lakini Didi mambo magumu mahakamani yuni, habari ya kimataifa nipi? Didi mambo magumu huko mahakamani lakini hilo ni gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele ngazia gazeti lako la Raia Mwema. Mungu ana ni kitendo linaandika Serukamba, Serukamba atupa taulo e, atupa taulo. shilingi trilioni mbili kufanya mapinduzi uchukuzi na ruzuku ya Chadema utata hatarini kufyekwa wasipotekeleza maagizo ya msajili. Lakini rais Samia, nitailinda Tanzania. Huyo ni Rais Samia asema nitailinda Tanzania. Makonda Tengwa na ndugu wa mbunge. Lakini G55 ya Mimeza Chauma e, G55 ya Mimeza Chauma. Sendeka adaiwa kumaliza kumliza dereva yoni. Habari kwenye gazeti lako la raia mwema ukurasa wa mbele. Gazeti la mwangaza linaandika ziara ya rais e, wa Finland yawazima midomo vibaraka, simu ipo tayari kwa uchaguzi. Lakini tukiangazia gazeti lako la uhuru lenye linaandika manufaa ushindi wa Janabi yatajwa lakini Majaliwa ataja faida ufugaji nyuki nchini. Huyo ni Kasim Majaliwa wa waziri mkuu ataja faida ya ufugaji nyuki nchini. Waziri Ulega aandika faida daraja la JPM Magufuli arasi Makonda amshukuru Rais Samia kutoa bilioni 11 wananchi milioni 26 bili wahudumiwa kampeni ya msaada wa kisheria. Bunge lapitisha bajeti ya trilioni 3.6 wizara ya ulinzi hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, ipate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika ufugaji wa nyuki kuongeza asali. E, shamata asema e, ufugaji wa nyuki kuongeza asali. Lakini Dr Mwinyi, tutaendelea kuimarisha mifumo ya utumishi. E, Dr Mwinyi, tutaendelea kuimarisha mifumo ya utumishi. Wizara ya ulinzi yaidhinishiwa trilioni tatu nukta sita. Lakini sera nzuri, e, yaongeza kasi ya uwekezaji Ahmedi, viongozi mlioweka ahadi zitekelezeni. Lakini waziri aitaka benki ya Equity itoe fursa kwa wawekezaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lakini kwenye gazeti lako la Mwanajamii linaandika mtihani mwingine Chadema, usiri wa kigogo wa ji 55 gumzo maamuzi ya msajili ya zua utata. Lakini rais Samia, hili samaha, eh, hili la samaha la msamaha wa faini ya nkara za maji umekonga nyoyo za wananchi. Hey, mbolea ya ruzuku yaleta neema kwa wakulima. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanajamii ukurasa wa mbele. Lakini Tanzania Leo gazeti lako linaandika rais Samia apongezwa kufanikisha ushindi wa profesa Janabi. Sisem yakoleza moto, msimamo wa Samia yasema Tanzania ina mamlaka kamili, itaingia katika uchaguzi ikiwa salama. Lakini wananchi milioni mbili nukta sita wafikiwa na msaada wa kisheria na nyumbu yaweka rekodi kwa kuzalisha dhahabu ya bilioni 1.28. Lakini agizo la Samia la shusha neema thamani ya shilingi eh, ukwasi wa fedha kigeni wa kigeni waongezeka. Lakini taula yaidhimisha miaka 65 utekelezaji wa haki za wanawake na watoto, yuni habari kwenye gazeti la kula Tanzania leo ukurasa wa mbele, lakini tukiangazia sasa eh, kwenye gazeti lako Raia Mzalendo eh, gazeti lako la Mtazamo Mpya linaandika wakili msomi Madeleka TCT wa Zalendo asema ineki itapata sifa ikimtangaza mshindi wa ubunge, abainisha asusia uchaguzi kutaf... kutaficha udhaifu wa system, aeleza ana majimbo matano ya kugombea na kushinda, apangua hoja kuwa pandikizi wa dola. Lakini kumekucha, daraja la Magufuli Rais Samia kulizindua Juni 19 wa waziri Ulega aeleza litakavyopunguza kero hiyo, ni habari kwenye gazeti lake la mtazamo mpya lakini. Mboye wanapaswa waseme wao. wao wao. Na sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye michezo na burudani. Gazeti lake la mtazamo mpya linaandika Simba kutoa Zanzibar kibabe, e, kibabe leo, lakini JKT Queens mabingwa wapya ligi ya wanawake Tanzania, hiyo ni habari ukurasa wa 19 na gazeti lako la Dira linaandika Ziki aweka historia Yanga, Kelvin Johni ajipanga kupata namba Afconi, lakini Almasiri wamuwinda Simoni Msuva. E, Simba ya kubali ya ishe yajipanga ya nyu amani Zanziba, lakini gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika mashabiki Yanga wa mlilia Aziziki, Almasiri sasa kumvuta Msuva. Lakini Simba mechi amani tiketi kutumika Simba Dei hiyo ni habari kwenye gazeti lako raia mzalendo. Lakini gazeti lako la machinga sauti ya wanyonge linaandika tiketi za fainali kutumika simba day. Simba kwini kumsajili eh, wakuma wa Ethiopia. Lakini azizikii ni tamisi ukarimu wa Yanga. Na kwenye gazeti la majira linaandika simba kutia nanga Zanzibar leo kuiwinda Berkane, waziri mkuu mgeni rasmi tuzo za BMT lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba rasi Barkane watafia amani Kompleksi, wasema uliwaagiza fainali, sasa ni ubingwa kafu. Tulitaka kwa Mkapa lakini imeshindikana. Kamwe amwagiwa maua yake ya ushawishi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini Demokrasia gazeti lako linaandika baada ya Ziziki Yanga kudili na Mzeze, tiketi zilizonunuliwa fainali ya shirikisho kutumika simba de. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la demokrasia kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti gazeti lako e, bado kwenye gazeti lako la nipashe linaandika na lenyewe kwenye michezo simba berkane watafia amani ya mwaga mikakati ya mauaji, huku ZFF nayo na ikiwatoa hofu na kuahidi kuipa ushirikiano, lakini yanga ya anza na mbadala wa aziziki. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lake la nipashe, kwenye kurasa za michezo na gazeti lako la Nipashe kurasa za michezo. Ndio nitafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.